Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunalolipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na saba aya ya tatu hadi ya tisa. Kilikuwa ni kipindi ambacho Ibrahimu alikuwa ana miaka tisini na tisa. Mwenyezi Mungu akamtokea akamwambia, Ibrahimu, tembea katika njia zangu mimi nitakuwa ni Mungu kwako, nitalifanya agano langu na wewe liweze kuwa ni kubwa. Ndipo tunakutana na neno hili, sura ya kumi na saba kuanzia aya ya tatu: Abrahamu akaanguka kifudifudi, Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu ninalifanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Kuna mambo mawili hapa ambayo tunapaswa kuweza kuyaangalia kwa kina. Jambo la kwanza ni agano. Agano katika tafasiri maalum ni makubaliano kati ya watu wawili, au makubaliano kati ya pande mbili, au makubaliano kati ya Mungu na mwanadamu. Agano hili ambalo Mwenyezi Mungu analifanya na Abrahamu lilikuwa ni agano la Mungu na Abrahamu agano la urafiki ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amelianzisha, makubaliano kwamba ukilishika, ukizishika amri zangu nitakuwa ni Mungu kwako, na baadaye nitakuwa ni Mungu hadi kwa watoto wako. Baadaye Mwenyezi Mungu anamwambia Abrahamu kwamba wewe, katika agano hili ambalo nalo lifunga, utakuwa baba wa mataifa mengi, na sharti mojawapo la agano ilikuwa ni kwamba hakuna agano ambalo linaweza likafungwa bila kumwagika damu. Hivyo basi katika sura ya kumi na saba hii tutamsikia Abrahamu akichinja wanyama akimjengea Mwenyezi Mungu madhabahu na Mwenyezi Mungu anakuja anateketeza ili madhabahu na wale wanyama wote, kuja kukamilisha kuweka muhuri wa lile agano. Kwa hiyo agano lije likamilike, lazima damu ije imwagike. Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi na jina lako hutaitwa tena Abrahamu lakini jina lako utaitwa Ibrahimu. Tunaona katika hatua kubwa sana Mwenyezi Mungu anapofanya agano na watu wake muhimu, anabadilisha majina. Abrahamu maana yake ni baba wa wengi, ingawa alikuwa hana watoto, alikuwa hana mtoto, na wakati huo alikuwa ana mtoto mmoja tu ambaye alikuwa ni Ishmaeli na baadaye Mwenyezi Mungu anamwambia utaitwa Ibrahimu, maanake baba wa mataifa. Yaani Mwenyezi Mungu akat, kupitia agano lake anatengeneza kitu kipya. Kwa nini Mwenyezi Mungu anambadilisha jina lake? Katika Biblia na katika mambo ya kiroho, jina limebeba maana kubwa sana ya kiroho, si zile herufi tu. Jina linawakilisha utu Jina linasimama kwa nafsi. Jina linabeba pia tabia. Huyu alikuwa anaitwa Abrahamu, baba wa wengi, lakini hakupata hiyo. Mwenyezi Mungu anakuja kumbadilishia kwamba utaitwa Ibrahimu, kwamba ni baba wa mataifa. Katika Biblia Takatifu kuna maeneo mbalimbali ambapo Mwenyezi Mungu yeye alibadilisha majina ya watu muhimu. Yakobo alibadilishwa jina lake kutoka Yakobo akaitwa Israeli tunapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 32 aya 28. Katika agano jipya, ambalo Bwana wetu Yesu Kristo amekuja kulifunga hilo agano kwa damu yake takatifu, alipowaita baadhi ya mitume wake wakubwa, Petro ambaye alikuwa naitwa Simoni, alimbadilisha jina kutoka Simoni akaitwa Petro. Tunapata katika kitabu cha Marko sura ya tatu aya ya 16. Baadaye pia tutakuja kumsikia aliyekuwa naitwa Sauli anaitwa Paulo na baadaye Mwenyezi Mungu anakuja kuzungumza nasi katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili aya kumi na saba kwamba kupitia agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, agano la ajabu, agano lenye nguvu, anasema kwamba ndani mwake kuna ushindi. Yeye Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba atatupatia majina mapya kupitia agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ibrahimu anapopata jina hili jipya kwamba atakuwa ni baba wa mataifa mengi. Mwenyezi Mungu anasema ninakubariki, uweze kuwa na uzao mwingi, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako na vizazi vyako vyote. Hapa tunajifunza kitu kimoja kikubwa sana kwamba katika agano lolote lile lazima damu imwagike. Hivyo basi, ukiona umeingia katika ibada zozote zile za kuweza kuchinja wanyama ibada za matambiko umechinja mnyama umechinja kuku, maanake mmefanya agano na hilo agano linadumu kwa vizazi vinne. Ndiyo maana katika agano la Ibrahimu anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, kwamba yeye amebakia kuwa mwaminifu kwa sababu ya lile agano alilokuwa ameliweka. Katika nyakati hizi za agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, agano jipya, Bwana wetu Yesu Kristo amemwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wetu. Maana yake tunapokubali kat, kuingia katika agano lake kwa ubatizo, maana yake sisi, watoto wetu na wajukuu wetu watatembea katika baraka hizo, baraka za agano jipya. Sharti mojawapo, vile viapo vyetu vya kumkataa shetani na mambo yake yote, lazima tuvizingatie. Tumwombe Mwenyezi Mungu katika siku ya leo kwamba wengi sana tumevunja maagano, agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, vile viapo ambavyo tulikuwa tumeahidi mbele ya madhabahu kwamba tutamkataa shetani. Wengi tumevunja hayo maagano, na wengi wanavunja maagano ambayo walisimama mbele za Mwenyezi Mungu, maagano ya ndoa zao na wapendwa wao, wanayavunja. Wanasahau kwamba agano huwa alivunjiki hivi hivi, lina dumu. Agano ndani mwake lina baraka, na usipotekeleza hayo maagano masharti ya hukumu ndani mwake, kifo kitakukuta wengi pia tumevunja maagano ambayo tulikuwa tumeyaweka tulipokuwa tumewekwa wakufumbeleza mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwako. Agano la Ibrahimu na mwenyezi Mungu, ambaye yeye alikuwa ni mwaminifu na mwenyezi Mungu akatembea kuweza kuwa mwaminifu kwa Isaka kwa Yakobo na vizazi vingine vyote hadi leo wetu na barikiwa kupitia yeye. Nitufanye tusimame imara. Ndiyo maana basi mwenyezi mungu anasema e, Ibrahimu ushirike agano langu wewe na uzao wako katika vizazi vyote baada yako. Mwenyezi Mungu kupitia agano la damu ya Yesu litufanye tuweze kuwa waaminifu kwake, litufanye tuweze kuwa na uzima kwake, kwa sababu baada ya maisha haya tutaenda kuurithi ufalme wa mbinguni. Yesu alimwaga damu yake, amefunga agano jipya, kwamba wote tumenunuliwa kwa damu yake takatifu, tumekombolewa, tuweze kufika kwake mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.